Yes, sasa huyu hapa ndio Lazarus Chakwera kipindi cha urais wake, ambapo ameulizwa kuhusiana na kubeba familia yake katika ziara ya kimataifa ama ziara ya kiserikali, yaani baada ya jamaa kubebana na delegates ambao wanahusiana na masuala ambayo alikuwa anaenda kudiscuss ya kiserikali. Katika watu kumi ambao aliambiwa kwamba aje nao katika mkutano wa kiserikali, akabeba wanne kati ya kumi, ambao aliwabeba wanne walikuwa ni watu wa familia yake akiwemo mke wake, mtoto wake, lakini pia mkwe wake e, walikuwepo kwenye Uh, ziara hiyo, kitu ambacho Mangi amekifukua na amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na huyu Lazarus Chakwera ambaye amechagulia kuwa ndio mpatanishi mkuu katika uh, maridhiano ambayo yanakwenda kufanyika had 10 people you wanted 61 to come reportedly it was reduced to 10 and of those 10 you've included in the 10, your wife, your daughter and your son in law. Everyone has a responsibility, like you just mentioned Mange Kimambi ameamua kufukua moja kati ya interview ambayo alishakuifanya mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya maridhiano ambayo yamepangwa ama yameratibiwa kufanyika kuanzia leo tarehe 18, na anamzungumzia Daktari Lazarus Chakwera ambaye alikuwa ni rais wa Malawi na amechaguliwa na Jumuiya ya Madola ama ama ukipenda Commonwealth, kuwa ndio ama ndio msimamizi special convoy kabisa ambaye anakwenda kusimamia mazungumzo ya amani ambayo yataanza leo tarehe 18 mpaka tarehe 21 ya Novemba mwezi huu. Sasa baada ya Commonwealth kutangaza kwamba rais, uh, aliyekuwa rais ama rais mstaafu Chakwera ndiye anakwenda kusimamia mchakato mzima tukapata meseji kabisa kutoka kwa Mange Kimambe ambaye alikuwa anasema kwamba huyu Chakwera bana na Rais Samia ni marafiki wa karibu sana, na jana akawa ameshea picha ya Rais Samia akiwa na Rais Chakwera, yani wanaonekana kabisa kwamba ni washikaji wa karibu sana. E, kuna kemistri fulani hivyo, ukiiona kwenye picha hiyo unajua kabisa hao ni watu ambao wamejuana kwa muda mrefu tu. Sasa baada ya hapo bana, leo hii hapa ya ya Mange Kimambe ameweza kushea moja kati ya interview mbayo aliifanyaga Chakwera muda mfupi ama kipindi ambacho ilikuwa bado yeye ni rais wa Malawi, lakini kikubwa ambacho ameshia ni kwamba wanamfanano kabisa na Rais Samia ambaye jana baada ya kusoma baraza la mawaziri alimteua mwanae eh, Hafidh ambaye pia ame, amepewa nafasi kwenye wizara ya elimu. Lakini pia ikasemekana kwamba kijana mkuu wake, au sio bwana? Na mwenyewe pia ameweza kuchagulia kwenye baraza la mawaziri yani, mtoto wake na mkwe wote wapo kwenye baraza baraza la mawaziri. Anyway, sasa Mange alikuwa ameandika kwamba kupitia Instagram yake kwake alikuwa amesema kwamba Watanzania huyu mpatanishi tumepigwa. Hakuna mpatanishi hapa. Huyu tabia zake ni sawa na Samia 100%. Akiwa anasema kwamba huyu jamani yeye alimteua binti yake alipokuwa rais wa Malawi, ndo hapo amewekwa mtu kati, kwa nini kamteua mwanaye? Kabaki anajiumauma, alafu akaulizwa kwa nini? Kaenda kwenye mkutano wa kikazi London kabeba familia yake badala ya kubeba watumishi wa serikali ya Malawi. Aliambiwa aende na watu kumi kutoka Malawi. Kati ya hao kumi, jamaa akambeba mke wake, binti yake na mke wake. Yaani mpatanishi tumeletewa, ni Samia aliyechangamka hata yeye eh. Hana haya wala hajui vibaya Watanzania tusimwangushe Polepole kwenye huu uhuni wa maridhiano. Polepole alituambia pole mapema sana kuwa baada ya kuiba uchaguzi watakuja na uhuni huu wa maridhiano. Polepole pole katekwa akijaribu kutuelimisha Watanzania juu ya hawa wahuni. Tusikubali watufanyie kiini macho kwa maridhiano kama walivyotufanyia kwenye kampeni. Watanzania, if you ask me, naweza kuambia asilimia mia, huyu jamaa kaja Tanzania kumsaidia Samia apate uhalali wa kimataifa kama rais wa Tanzania. Hakuna jingine zaidi ya hilo. Huu ni mchezo CCM wanawachezea Watanzania. Sasa kwa mujibu wa Mange Kimambi, anaambia anaamini kwamba ujio uh, um, wa Chakwera sio ujio kuja kuleta maridhiano ama upatanisho wa aina yote. Zaidi zaidi amekuja kumfanya Rais Samia aweze kupata um, international recognition, yani aweze kutambulika kimataifa kama rais wa Tanzania kutokana kwamba ushindi wake ulikuwa na utata mwingi sana. Sasa kuna mataifa mengi ambayo inaonekana kabisa kwamba hajatambua uwepo wake kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa amesema kwamba Chakwera ambaye ana tabia mfanano kabisa kwa asilimia mia na tabia za rais Samia kwa kuwateua na kuweka karibu watu wake wa familia kwenye ngazi za juu za serikali, anaamini kwamba ujio wake sio ujio wa kuleta maridhiano na upatanisho kama ilivyokuwa zaidi zaidi na kuja kumsafisha tu rais Samia ili aweze kupata international recognition ama aweze kutambulika kimataifa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maoni yako, uwanja comment